Kisanduku cha bibi. Nilirudi kijijini baada ya miaka mingi ya kuishi mjini. Bibi yangu alikuwa amefariki wiki moja kabla na wakaniachia nyumba yake ya zamani ile yenye dari linalovuja na milango inayosikika kama inalia. Usiku wa kwanza nilisikia sauti ya mluzi wa polepole pole ikipenya kutoka chumba cha nyuma. Nilidhani ni upepo. Lakini ulirudi tena kila dakika tano. Niliamua kufuata sauti hadi nikafika chumbani kwake. Pale chini ya kitanda kulikuwa na kisanduku cha mbao kimefungwa kwa kamba nyeusi. Nilikifungua, ndani kulikuwa na picha yangu nikilala kitandani changu jana usiku, ilikuwa imechorwa kwa wino mwekundu. Nilipoangalia nyuma yangu kupitia kioo, sikuona taswira yangu, lakini niliona mkono mweusi ukiinuka polepole juu ya bega langu. Usisahau kulaiki, kukomenti na kusubscribe ili upate hadithi nyingine za kusisimua. Tuonane tena kwenye Hadithi za Kiswahili.